mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha vinjari na neno la mungu kipindi kilichopita tukumbuke kwanza tupo katika kitabu cha mwanzo sisi tumetengeneza taratibu ya kukusomea biblia wewe mwenye taratibu ya kupenda kusoma biblia lakini muda mwingine unakuwa uko bize na kazi lakini bado unatamani kuendelea kusoma biblia sisi tunakusomea biblia na mara ya mwisho tuliishia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na moja ambako tulikuwa tunasoma historia ya Ibrahimu. Leo tunaendelea na historia ya Ibrahimu ambapo katika Mwanzo sura kumi na mbili kichwa chetu cha habari kinasema, Abrahamu aitwa na Mungu. Kichwa cha habari kinasema, Abrahamu aitwa na Mungu. Mstari wa kwanza Bwana akamwambia Abramu, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Mselo wa pili nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Mselo wa tatu nami nitawabariki wakubarikio, naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote wa dunia watabarikiwa. Mstari wa nne. Basi Abrahamu akaenda kama Bwana alivyomwamuru. Lutu akaenda pamoja naye. Naye Abrahamu alikuwa mtu wa miaka sabini na mitano alipotoka Harani. Mstari wa tano. Abrahamu akamchukua Sarai mkewe na Rutu mwana wa ndugue na vitu vyao vyote walivyokuwa wamejipatia na hao watu waliowapata huko Harani, wakatoka ili kwenda nchi ya Kaanani, nao wakaingia katika nchi ya Kaanani. Mstari wa sita Abrahamu akapita katikati ya nchi mpaka mahali patakatifu pa Shekemu, mpaka mwaloni wa More, na Wakaanani siku zile walikaa katika nchi hiyo. Mstari wa saba Bwana akamtokea Abrahamu akasema uzao wako nitawapa nchi hii naye huko. Akamjengea madhabahu Bwana aliyemtokea. Mstari wa nane, kisha akaondoka huko akaenda mpaka mlima ulio upande wa mashariki wa Betheli. Akaipiga hema yake alikuwa na Betheli upande wa magharibi na Ai upande wa mashariki, akamjengea Bwana madhabahu huko akaliita jina la Bwana. Mstari wa tisa: naye Abrahamu akasafiri akazidi kwenda pande za kusini. Mstari wa kumi: basi kulikuwa njaa katika nchi ile. Abrahamu akashuka Misri, akae huko kwa muda, maana njaa ilikuwa nzito katika nchi. Mstari wa kumi na moja: ikawa alipokuwa karibu kuingia Misri, akamwambia Sarai mkewe, tazama na najua ya kuwa u mwanamke mzuri wa uso. Mstari wa 12 basi itakuwa wa Misri watakapokuona watasema, huyu ni mkewe, kisha wataniua mimi na wewe watakuacha hai. Mstari wa 13, tafadhali useme wewe uu ndugu yangu, iwe heri kwangu kwa ajili yako na nafsi yangu iishi kwa ajili yako. Mstari wa kumi na nne basi Abrahamu alipofika Misri, wa Misri wakamuona huyo mwanamke ya kwamba yeye ni mzuri sana. Mstari wa kumi na tano wakuu wa Farao wakamuona nao wakamsifu kwa Farao, basi yule mwanamke akachukuliwa nyumbani kwa Farao. Mstari wa kumi na sita naye akamtendea Abrahamu mema kwa ajili yake, naye alikuwa na kondoo na ng'ombe na punda waume na watumwa na wajakazi na punda wake na ngamia. Mstari wa 17, lakini Bwana akampiga Farao na nyumba yake mapigo makuu kwa ajili ya Sarai mkewe Abrahamu. Mstari wa 18, ndipo Farao akamwita Abraham akasema, ni nini hili ulilonitendea? Mbona hukuniambia kama kuwa huyo ni mkeo? Mstari wa 19, mbona ulisema huyu ni umbu lako hata nikamtoa kuwa mke wangu? Basi sasa huyo mke wako umchukue, uende zako. Mstari wa ishirini, Farao akawaagiza watu kwa ajili yake, wakampeleka njiani na mkewe na kila alichokuwa nacho. Mwanzo sura ya 13, mstari mstari wa kwanza, Abrahamu akapanda kutoka Misri yeye na mkewe na kila alichokuwa nacho na Lutu pamoja naye paka kusini. Mpaka kusini. Mstari wa pili, naye Abrahamu alikuwa ni tajiri sana kwa mifugo, kwa fedha na kwa dhahabu. Mstari wa tatu, akaendelea kusafiri kutoka kusini mpaka Betheli, mahali pale palikuwapo hema yake kwanza kati ya Betheli na Ai. Mstari wa nne, napo ndipo palikuwa na madhabahu aliyofanya hapo kwanza, naye Abrahamu akaliita jina la Bwana hapo. Mstari wa tano, na Lutu aliyesafiri pamoja na Abrahamu yeye naye alikuwa na makundi ya ng'ombe na kondoo na hema. Mstari wa sita na ile nchi haikuwa tosha ili wakae pamoja, maana mali zao zilikuwa nyingi hata wasiweze kukaa pamoja. Mstari kuka wa saba kukawako ugomvi kati ya wachunga wa nyama wa Abrahamu na wachunga wa nyama wa Lutu, na siku zile Wakaanani Waperizi walikuwa wakikaa katika nchi. Mstari wa nane Abrahamu akamwambia Lutu, basi usiwepo ugomvi, nakusihi, kati ya mimi na wewe, wala kati ya wachungaji wangu na wachungaji wako, maana sisi ni ndugu. Mstari wa tisa Je, nchi hii yote haiko mbele yako? Basi ujitenge nami, nakusihi. Ukienda upande wa kushoto, nitakwenda upande wa kuume ukienda upande wa kuume nitakwenda upande wa kushoto. Mstari wa kumi Lutu akainua macho yake akaliona bonde lote la Yordani, ya kwamba lote pia lina maji. Kabla Bwana hajaharibu Sodoma na Gomora, lilikuwa kama bustani ya Bwana, kama nchi ya Misri, hapo unapokwenda Soari. Mstari wa kumi na moja basi Lutu akajichagulia bonde lote la Yordani. Lutu akasafiri kwenda upande wa mashariki wakatengana wao kwa wao. mstari wa 12, Abrahamu akakaa katika nchi ya Kanani na Lutu akakaa katika miji ya lile bonde akajiongeza hema yake mpaka Sodoma. Mstari wa 13, lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Mstari wa 14, Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako ukatazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi. Mstari wa 15. maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele. Mstari wa 16, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi uzao wako nao utahesabika. Mstari wa 17, ondoka ukatembee katika nchi hii katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hii. Mstari wa 18, basi Abrahamu akajongeza hema yake, akaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo na ni miti iliyo Hebron, akamjengea Bwana madhabao huko. Mwanzo kumi na nne mstari wa kwanza unasema, ikawa siku ya Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Erasari na Kedo, na Kedolaoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu. Mstari wa pili walifanya vitu na Bera mfalme wa Sodoma na Bilsha mfalme wa Gomora, na Shinabu mfalme wa Adma, na Shemebairi mfalme wa Seboimu, na mfalme wa Bela ndiyo Soali. Mstari wa tatu, hawa wote wakakutana panapo bonde la Sidimu kwenye bahari ya chumvi. Mstari wa nne, miaka kumi na miwili walimtumikia Kedolaoma hata mwaka wa kumi na tatu wakaasi. Mstali wa tano. Na mwaka wa kumi na nne akaja Kedolaoma na wafalme waliokuwa pamoja naye wakawapiga Warefai katika Ashterothi Kalnaimu na Wazuzi katika Ham na Waemi katika Shawe Kiathaimu. Mstali ya sita na Wahori katika mlima wao Seiri mpaka Elparani iliyo karibu na jangwa. Mstari wa saba. Kisha wakarudi wakaja mpaka Elmisfati ndio Kedeshi, wakapiga nchi yote ya Waamaleki na Waamori waliokaa Hasasoni Tamari. Mstari wa nane. Mfalme wa Sodoma na mfalme wa Gomora na mfalme wa Adma na mfalme wa Seboimu na mfalme wa Bela ndiyo Soali, wakatoka wakapanga vita panapo bonde la Simi la Sidimu, panako bonde la Sidimu. Mstari wa tisa, wapigane na Kedo Laoma mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu na Amrafeli mfalme wa Shinari na Arioko mfalme wa Elasari wafalme wanne juu ya wale watano. mstari wa kumi. Na bonde la Sidimu lilikuwa limejaa mashimo ya lami, nao wafalme wa Sodoma na Gomora wakakimbia wakaanguka huko, nao waliosalia wakakimbia milimani. mstari wa kumi na moja. Wakachukua mali zote za Sodoma na Gomora na vyakula vyao vyote, wakaenda zao. mstari wa kumi na mbili. Wakamtwaa Lutu Mwana wa nduguye Abrahamu aliyekaa huko Sodoma na mali zake wakaenda zao. Msalo 13 mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abrahamu Mwebrania, naye akakaa panapo mialoni ya Mamre yule Mwamori, ndugu ya Eshkori na ndugu ya Enari, na hao walikuwa wamepatana na Abrahamu Mstari wa 14 Abrahamu aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa kwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake watu mia tatu na kumi na nane akawafuata mpaka Dani. Sura ya 15 akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake, akawapiga akawafukuza mpaka Hoba ulioko upande wa kushoto wa Damaski. Mstari wa 16, naye akarudisha mali zote akamrudisha na Rutu nduguye na mali zake na wanawake pia na watu. Mstari wa 17, Abrahamu aliporudi kutoka kumpiga Kedolaoma na wale wafalme waliokuwa pamoja naye, mfalme wa Sodoma akatoka akamlaki katika konde la Shawe, nalo ni bonde la mfalme. Mstari wa 18 na Melkizedeki mfalme wa Salemu akaleta mkate na divai, naye alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Mstari wa kumi na tisa akambariki akasema, Abrahamu na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Mstari wa ishirini ahimidiwe Mungu aliye juu sana, aliyewatia adui zako mikononi mwako. Abrahamu akampa fungu la kumi la vitu vyote. Mstari wa 21, mfalme wa Sodoma akamwambia Abrahamu, nipe mimi hao watu na hizo mali uchukue wewe. Mstari wa 22, Abraham akamwambia mfalme wa Sodoma, nimeinua mkono wangu kwa Bwana Mungu aliye juu sana, muumba mbingu na nchi. Mstari wa 23, ya kuwa sitatwa uzi wala gidamu ya kiatu wala chochote kilicho chako, usije ukasema nimemtajirisha Abramu. Mstari wa 24 isipokuwa hivyo walivyokula vijana na sehemu za watu waliokwenda nami, yaani Aneri na Eshkoli na Mamre, na watwae wao sehemu zao. Mwanzo 15, Mstari wa kwanza, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abrahamu katika njozi likinena, usiogope Abrahamu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. mstari wa pili Abrahamu akasema e Bwana Mungu, unanipa nini, nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye miliki nyumba yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Mstari wa tatu Abrahamu akasema tazama kunipa uzao na mtu aliyezaliwa nyumbani kwangu ndiye mrithi wangu. Mstari wa nne nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu hatakurithi bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Mstari wa tano akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. akamwambia ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Mstari wa sita akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Mstari wa saba kisha akamwambia, mimi ni Bwana niliyekuleta kutoka Uru wa Wakaldayo nikupe nchi hii ili uirithi. Mstari wa nane akasema, ee Bwana Mungu, nipataje kujua ya kwamba nitairithi? Mstari wa tisa akamwambia unipatie ndama wa miaka mitatu na mbuzi mke wa miaka mitatu na kondoo mume wa miaka mitatu na hua na mwana njiwa. Mstari wa kumi akampatia hao wote, akawapasua vipande viwili, akaweka kila kipande kuelekea mwenzake, ila ndege hakuwapasua. Mstari wa kumi na moja hata tai walipotua juu ya mizoga Abrahamu Akawafukuza. Mstari wa wa kumi na mbili, na jua lilipokuwa likichwa, usingizi mzito ulimshika Abrahamu, hofu ya giza kuu ikamwangukia. Mstari wa kumi na wa tatu, Bwana akamwambia Abrahamu, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka mia nne. Mstari wa kumi na nne, hata na taifa lile watakao kutumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Msala wa 15, lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Msala wa 16, na kizazi cha nne kitarudi hapa, maana haujatimia uovu wa mori bado. Msala wa 17, ikawa jua lilipokuchwa ikawa giza. Tazama, tanuru la moshi la mwenge unaowaka ulipita kati ya zile ulipita kati ya vile vipande vya nyama. Mstari wa 18, siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa mto wa Frati. Mstari wa 19, Mkeni na Mkenizi na Mkadmoni. Mstari wa ishirini na Muhiti na Mperizi na Mrefai. Mstari wa ishirini na Mwamoli na Mkaanani na Mgigashi na Myebusi. Mpenzi msikilizaji, hapa ndipo mwisho wa usomaji kwa siku ya leo, ambapo tunaendelea kuisoma historia ya Mungu na Ibrahimu baba yetu wa imani ambayo historia hii inaelezwa katika kitabu cha Mwanzo. Hapa tumeishia Mwanzo, uh, sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka 21. Ukumbuke kabisa tumeanza Mwanzo, uh, sura ya kwanza mstari wa kwanza, na lengo letu ni kukusomea Biblia kwa wewe ambaye unakuwa unapenda na una ratiba ya kusoma Biblia, lakini sometimes unakuwa uko busy na shughuli zako. Basi sisi tunakupa uh, namna ya wewe kutusikiliza katika kipindi chetu cha Vinjari na Neno la Mungu ambapo tunakwambia, sikiliza, tunakusomea Biblia. Mpaka kipindi kingine asante na karibu sana.